Sisi ndio timu pekee Tanzania ambao tumecheza group stage tano za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo. Na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage tano, sisi tutakuwa na nane. Wakifikia nane, sisi tutakuwa na kumi na moja. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi wanasimba kuwa na mafanikio haya ya mfululizo ya kucheza mara tano hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi, tumekutana na timu ngumu ngumu ngumu, ngumu. Lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote tumevuka na tumeenda hatua ya robo fainali.